Hujambo mwanafunzi, karibu tena katika kipindi cha leo. Katika kipindi hiki ningependa tujikite katika pijini, na tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii. Tutaanza kwa kufafanua maana ya pijini. Pijini ni lugha ambayo huzuka katika shughuli za kibiashara au kidini. Lugha ambayo huzuka katika shughuli za kibiashara au kidini baina au miongoni mwa makundi yanayotoka maeneo mbalimbali. Natumai umeelewa maana ya pijini. Sifa za pijini. Sifa ya kwanza, makundi yanayowasiliana hutumia lugha zao uh, kama msingi wa mawasiliano. Makundi yanayowasiliana hutumia lugha zao kama msingi wa mawasiliano. Hoja ya pili, msamiati mwingi wa pijini hutegemea sana mojawapo katika lugha zinazowapatanisha watu. Hoja ya tatu pijini huweza kupanuka zaidi kimata, uh, kimatumizi si kimatamshi, kimatumizi. Natumai unaona. Hoja ya nne tunaambiwa kwamba pijini huwa na miundo na sarufi hafifu. Miundo yake ni hafifu, sarufi yake ni hafifu. Yaani, pijini imekosa vijenzi vya njeo, hali na kadhalika. Na hoja ya tano tunaambiwa pijini huzuka ili kutekeleza mahitaji ya watumiaji, yaani istilahi huundwa kutegemea mazingira maalum. Istilahi za pijini huundwa kutegemea mazingira maalum. Hoja ya sita, hoja ya sita inasema msamiati wa pijini, msamiati wa pijini huwa finyu kiasi cha kutoweza kutungiwa kamusi. Haina mnyambuliko wa vipengele vya mofolojia. Hoja ya saba tunaambiwa pijini huwa lugha ya hadhi ya chini inayopiwa vita ili ididimie kabisa. Hoja ya nane pijini huwa haina wenyeji au wazungumzaji wazawa, huzuka kutokana na kuwasiliana kwa watu, hasa shughuli za biashara. Hoja ya tisa pijini huwa sahili na irabu za kawaida. Hoja ya kumi pijini haijakomaa kimsamiati. Hoja ya kumi na moja, pijini hukiuka kanuni za lugha. Hoja ya kumi na mbili, pijini hutumia ishara kwa sababu ya uhaba wa msamiati. Naam, hakikisha unaelewa maana ya pijini na unaelewa sifa za pijini. Uh, Tutakomea hapo. Katika kipindi kingine, pengine tutaangalia kirioli na natumai unafuatilia. Tulianzia kwa uwili lugha tukaenda kwa wingi lugha tukaja kwa misimu, tumeeleza lafudhi, tumeeleza pijini. Kwa hivyo uh, tukomee hapo kwa sasa. Katika kipindi kingine tuangalie kirioli, maana na sifa.